Yep, na bado tu kuna mizogoro. <laughs> Hai hai guys, natumaini mpo vizuri, mi kwa upande wangu niko salama guys. Yeah. Jana Real Madrid ilikuwa inacheza na timu ya Marseille kutoka huku Ufaransa ambapo Real Madrid ilikuja eh, kufunga mabao mawili kwa moja hii eh, hi timu ya Marseille kutoka Ufaransa eh, ambapo goli zote ziliweza kufungwa eh, na huyu kijana Kylian Mbappe, Mfaransa E, ambapo e, bao zote alizifungia kwenye mikwanju ya penalty, ambapo e, kuna penalty ambayo imesemesha watu wengi e, mi nafikiri tutaizungumzia na yenyewe pia ilikuwaje. Yeah, guys mi kwa, kwa upande wangu kwanza mi kama, kama nilivyowaambia tangu mwanzo Real Madrid wana wanakosa wanakosa moja, guys eh, wanakosa moja. Hawawezi kufanya pressing waseme tuna, pray, tuna press kabisa waweke wa, wa nguvu zao zote yani, Niliwambia Real Madrid kama kuna, kuna problems ambazo watakuja kuzipata ni mwanzoni kabisa kwa match guys. Ukiangalia gisi match ilianza, Real Madrid walikuwa mbele kabisa, ni Real Madrid walikuwa wanaongoza mpira, ni Real Madrid walikuwa mbele katika kila kitu, katika pressing, katika nini. Ila guys, kitu ambacho niliwaambia kila siku kuchezea, kuchezea bahati kwa Real Madrid Real Madrid walianza wana dominate hii timu ya Marseille, ni Real Madrid ambapo ni wenyewe ndo walikuwa na mpira, walikuwa na control ya kila kitu, alafu sasa kuna huyu Mastantuono mm, kabla ya kuona kwamba Real Madrid inaweza kabisa yenyewe ndo iko mbele katika kila kitu olala. Ila Mastantuono, acha utoto. Mastantuono anataka hatuka kwenye kwenye festival ile, guys mimi najiwaza Hivi uh, Xabi Alonso huyu Xabi Alonso aliweza kumwambia Mastantuono, hii ni mechi gani tunacheza hii? Ni UEFA Champions League, UEFA Champions League Mastantuono unazunguka na mpira mara nne mara tano kweli. Sijasema eti Mastantuono amecheza machi mbaya, amecheza machi nzuri. Mtoto um, alikuwa vizuri kabisa na umri mdogo, na ukitizama vitu ambavyo alikuwa anavifanya, yuko vizuri katika kukimbia, yuko vizuri katika eh, chap chap nini. Ila guys inafikia mda Mastantuono unafikiri yuko kwenye festival, anataka kupiga korosa, anataka kupiga machobo ma sijui anataka kufanya nini. Ila Mastantuono, you have to know You, we have to know. Ni game gani niko nacheza hii? What a car of game. Mm? Wakina Alda Gule, guys, mi mtanisamee sana, sijasema kama Alda Gule na yeye amecheza machi mbaya, yeye pia alikuwa mzuri. Mm? Ile guys, asa unampatia, mtu anakupatia mpira, unajua kwa manyumba, nyuma pako wachezaji. Ile guys, hicho chote kinatokea kwa nini? Arda Gule amepoteza mpira, Greenwood akauchukua na akapelekesha moto, akaweza kutoa pasi na ikawa bao moja bila e. Hii Marseille ambayo ye, yenyewe ilikuwa haina kutania yani, e, action moja tu na tayari bao ikawa moja bila guys. Mimi niwaambie ni kwanini hii e, ni kwambie, niwaambie kwa nini huyu Arda Gule aliweza kupoteza hii ball. Ni kile kile nimewaambia mwanzo guys. Hmm, sio kingine, hata kule hawa kina nani mechi imekuwa rahisi kwao, hmm, mwanzo wa mechi ulikuwa rahisi. Sasa wame wame wamechukulia mechi rahisi mpaka wakapuuzia. Sasa hii Marseille eh, ikafikia mpaka stage, hata kule wanampatia mpira yeye. Yes, siona kama vitu hivi rahisi sana, hii Marseille ni rahisi, hawazi kwamba nyuma kuna mtu au nini. Yeye amewachukulia tu, poa tu. Eh, amewadharau sana amewachukulia poa, anaona tu ni kucheza tu hivyo hivyo ya na, ikaweza kumaffect Greenwood akaweza kumpapoa mpira, ila nyuma yapo huyu uh, Kondobia ya, akaweza ku kumfanyia kosa Rodrigo Goes na ikawa penalty eh, kwa faida ya timu ya Real Madrid eh, na Kylian Mbappe aliweza kuiweka ndani shuti kabisa lenye nguvu eh, gol, kipa amelifuata, ila hangeweza kulitoa kwa sababu ilikuwa na nguvu guys, ya yeah. First half ikaja kumalizika bao moja kwa nyingine. Ya yeah guys, machi ikaendelea. Real Madrid sasa ikaingia kwenye mfumo wa Marseille. Marseille ikaanza kucheza mpira, ikaanza kuchukua confidence na ni Real Madrid ilikuwa haina pressing yoyote. Ni Real Madrid ilikuwa. Guys, tangu Marseille ilipochukua uhakika, ilipochukua, yani ikasema sisi tuna, tunataka tufunge sasa ikachukua confidence, ilika, u, u, kila mchezaji akawa akaw, akaw, akawa na confidence ndani mwake. Marseille iliweza kufanya vibaya hii Real Madrid, na kitu kilikuwa kibaya sana. Mi sijui kwa maana, kwa nini Kylian Mbappe yeye mwenyewe, Kylian Mbappe anacheza yeye mwenyewe. Ya walikuja kufanya ma, ma substitutions ma, ambapo eh, huyu Rodrigo Goes alikuja kutoka akampisha eh, huyu eh, Vinicius Junior ambapo leo ameanza nje guys uys, na Mastantuono akaweza kutoka akampisha Ibrahim Diaz ambapo eh, ambaye mimi na na confirm kwamba Ibrahim Diaz ni zero kabisa. Ibrahim Diaz hawezi kitu, hata kama yani, Ibrahim Diaz tangu tangu tunaanza huu msimu, mimi sijui ni sasa sasa vitu gani Ibrahim Diaz ni nini. Ya, mtanisamehe tu guys, ila Ibrahim Diaz mimi naona kwamba sijui, simwelewi, haeleweki yeah. Kiufupi tu Ibrahim Diaz haeleweki guys. Yeah, guys. Na kingine kitu ni Vinicius. Yeah. Vinicius Junior. Junior aliweza kuingia uh, kwenye da, ilikuwa ni dakika ya uh, 65 kama sijajidanganya guys. Uh, na mwishoni mwishoni uh, mechi inabakiza kama dakika 20 au 15 hivyo o hivo, Real Madrid ikaja kupata red card. Kadi nyekundu kwa Real Madrid ambayo ilikuja kuwachoma kabisa, hiyo ndio ilikuja kuwachoma mm. Yeah guys, Real Madrid ikaanza ku defend Real Madrid ila wakapata okay, wakapata e, fursa moja ambapo Vinicius aliweza e, ku eliminate e, na mchezaji wa Marseille akaweza kuchukua mpira, aliweza kuugusa kwa mkono, wakaweka mkwanju wa penalty. Eh, ambayo ilikuja kusemesha watu wengi eh, kuja kusemesha umma hiyo penalty guys, ya mimi na mimi naweza nikaizungumzia. Ah, mi sijui, ila ah, ni maoni yangu, mi kwa upande wangu ya yeah, guys, hamna penalty hamna penalty penalty hamna penalty hii hapa, mi nafikiri sio penalty sio penalty kabisa, kwa sababu ah, kigezo cha kwanza, mi kuna vigezo viwili ambavyo eh, nilikuwa najua Najua ni vigezo vya football vya FIFA, e, eh, kwa kusema sio eti kusema eti mpira umegusa tu mtu kwe, kwenye mkono eti wanaweka penalty nao, no. Mi vikwazo mimi vikwazo vya vitu vya vinikwaza, kwa sababu gani? Kuna hii mechi wanatia hii awati, ila mi vigezo vyangu hapo kwenye hiyo penalty, cha kwanza mchezaji alikuwa chini, hmm. Mchezaji amepiga tackle eh? Amepiga tackle ameanguka chini, asa ni, ni ni vigumu sana mchezaji ku, kupiga kupiga tackle afu aanguka chini yuko hivi no, mkono anapaswa utie chini. Sasa mpira umemgusa kumkono, sio yeye amegusa mpira, ni mpira umemgusa kumkono, yani mpira umemkutana kwenye yuko na istosha, alikuwa chini cha kwanza hicho, na cha pili, guys, mpira umeanza umeanza na mguu kwa sababu ampiga take amezidhibiti ame mpira wa wa Vinicius kwenda kwenda golini ameudhibiti na ukarudi nyuma afu ukamgusa mkononi guys, yeah. Hizo ndio vigezo viwili, mimi naweza nikasema naweza nikasema kwamba sio penalty kwa sababu kuna aya, ila kinachomiza hii uweke penalty afu siju hii ya uh, hii ya, uh, ya uh, uh, Militao usiweki penalty, na tunakumbuka huku kwa Balde ilikuwa ni penalty Pff. Natuchanganya sana mda um, mwingine marefa uh, marefa wanatu wanatu wawo wana ex, wana explain how wamechukua decisions, eh, maana mda mwingine tunakuwa tuelewe ya yeah, guys, tukiachana na makosa ni Real Madrid ambapo, um, niwaambia guys, Real Madrid inapaswa iongeze nguvu kwa kup kwa kupressing ni Real Madrid, ambapo mi nafikiri hata mafansi wa Real Madrid hii machi waliifunga kabisa, wameibuka na pointi tatu, ila nafikiri ha, kama ni fan wa wa ukweli wa Real Madrid hawezi ukawa proud na hii match, hawezi ukawa proud ni Real Madrid ambapo eh, ambayo inapaswa iongeze kitu. Ni Real Madrid inapaswa iongeze kitu guys kwa sababu hauwezi ukawa proud na hii performance ya Real Madrid. Ni performance mimi naweza nikasema ni performance ya kubahatisha kiufupi, ni performance ya kubahatisha ya yeah, guys. Uh, kwa kumalizia tu uh, Kylian Mbappe ni yeye ndo aliweza kuteuliwa kuwa MOTM ama man of the match uh, uh, alikuwa mchezaji ambaye uh, mchezaji wa mchezaji bora kwenye hii match uh, mimi niseme kwamba Kylian Mbappe ndio mchezaji ambaye yuko anajitoa sana kwa kwa, kwa Real Madrid hizi siku. Ya kiufupi tu Real Madrid eh, walicheza walishinda ila sio machi nzuri kwao. Eh, mimi nafikiri kama fan wa Real Madrid hata wewe pia unaweza ukaja kwenye comment ukadhibitisha hiyo eh, kwamba hii Real Madrid, eh, ilifunga ila sio mchezo mzuri ambao tunapaswa tuone kwa Real Madrid kama Real Madrid wanapaswa wa e kwenye page yangu nakuomba usubscribe na usisahau kushare eh, na uturn on notifications ili kuona video zote guys, na usisahau kunambia kwenye comment kama eh, u, niko sahihi au siko sahihi au kunambia maoni yako, yani vizuri guys eh, ili ku, discuss tuone inakuwaje na kama umemaliza video yote, dondosha basi emoji ya moto eh, kunionyesha ishara kwamba umemaliza video na yote ikaisha. Chau chau guys, chau chau guys ta